ilikuwa masaa <coughs> ya saa tatu <coughs> kiwa nakula hapa, mtoto akipita na pipi yake. Mimi niko kwa nyumba, hata mimi sikuwa nimeanza kukula, nasikia nduru bila nilisikia nduru, akapiga nduru, akapiga nduru, nikaona msichana mwenyewe anaweza kufa hapa, acha niende nimuokoe. Na mimi nikaamuka na msaka niambia usiende wewe utaenda kukuvya huko nandi. Hapana, wacha tu niende, ni mwoko, ni mwoko. Kwa ajili saa hii tutamlipia nini na tutalipa nini? Hatuna mbele hatuna nyuma. Amii, nikatoka pile nilitoka, amemshikilia k msichana sasa nguvu yangu ikawa kitoko. Sasa kumuto wako tukapambana ndio tukamtoa nje. Tukatoka na huyu msichana nje. Sasa na msevi alisikia nduri kasiti na msaka toka kwa nyumba. Msaka kuja kanifikia tuko na yeye tunapambana. Huyu msichana tena amenishindia amejindikana sasa anataka apitize kizo ifanye nini? Initunge. Na mimi nikasema, "Wa? Tani, tani. Tani kuja. Kuja utusaidie. Huyu atauwa bibi yake." Mimi zina mbele zina nyuma. Mzee anatoa mchanga ndio tunakula. Tutafanyaje? Mtoto alisikia na mtoto akakuja. Bila mtoto alikuja akatusaidia ndio akapambana wakapambana. Ndio akatunga sasa Daniel mkono. Bila alimtunga mkono, huyu akawa tuna, moja, hifi, sasa, tuna ayina, mkono mmoja hivi sasa, anapambana tu naye na mkono nyingine mmoja hii na hii natoa tamu. Sasa na huyu bado ananikatalia. Sasa naye akajaribu bila anawezekana yani atoe hii kisu atungie huku nyuma ndiye kanikuza hii masikio. Bila alifanya hivyo na mimi nikafanya ni, ni awuia, aka, aka, doko, na uya akapenya tu kidogo na mto, na pipi akatoroka. Amekata mzee na panga. Panga karibu yeye hivi. Bila nimkata hivyo mzee akupiga nduru ili hivi atu hivyo nikawa tu hivyo. Kijana ambaye aliua marehemu ni mtoto wake. Na nataka nishauri e, ndoa e, wana ndoa pia na familia kwa ujumla, ya kwamba kukitokea jambo lolote ambalo huenda e, ikawa watu hawacheelewana katika familia, watafute njia ya kutatua mambo yao kupitia aidha kwa sheria, ama kanisani, ama kwa familia e, kuliko kuchukua sheria mkononi. Naamini ya kwamba huyo kijana sheria itaendelea kumwandama hata kama atachukua muda gani, sheria itamwandama, na kwamba atachukuliwa hatua ambazo zinastahili. Na pia nataka nishauri wananchi wa kichichi cha Nzoia Nzoia kuanzia Luyehe kule chini kwa taraja ya kwenda Makutano mpaka kichichi hiki cha Nzoia ya kwamba eh, kuna uhalifu mwingi sana ambao unaendelea na unatokana na hali ya kujiingiza katika vileo haramu. Hii sehemu ina vileo haramu e, vingi sana, mambo na chang'aa, mambo na bangi, madawa ya kulevya. Na kwa hivyo tunaenda kupambana na kuhakikisha ya kwamba hizo vitu zote zinaondolewa. Wala ambao wanapitia katika njia hiyo, nimewapatia sasa onyo leo ya kwamba chuma chao kimotoni, waachane na hayo mambo, watafute njia nyingine ya kusurvive. Najua ya kwamba maisha ya Kenya ni ngumu, lakini hali ya pombe haramu, dawa za kulevya bangi hatutayavumilia kuendelea mbele. Yaani, mimi nilifika, mkasa ndio ulikuwa unaelekea kuisha, lakini kumbe unapoelekea kuisha ndio ulikuwa kumbe unaanza. Mimi nilifika, nikawa mzazi alikuwa ameniandalia Krismas ya asubuhi, hata sikukula chai sikukunywa. Nikafika jioni, mimi nikachukua ugali yangu na mboga yangu nikaingia jikoni kuunda sapa. Nikiwa jikoni Sikukuwa nimeelewa au walikuwa wamezozana juu ya nini, na walikuwa wamezozana kufikia kiwango gani, lakini kumbe mimi wakati niliingia jikoni, wakati mimi niliingia jikoni, kumbe my brother alikuwa amefuata babangu, alikatakata babangu kiunyama. Yaani alimuua ya kifo, yani afadhali hata cha mwizi. <coughs> mimi ni huzuni tu <coughs> Lakini huyo kwangu yeye si ndugu yangu tena. Hiyo ni kitu naweza dhihirisha hadharani, huyo si ndugu yangu tena. Kila ambacho naambia watoto kitakoishi miaka mingi hapa duniani, heshimu baba yako na mama yako. Kama una nguvu nataka kupikana Eh, iko mahali penye watu wanapikana na wanalipwa pesa. Wewe enda huko ujichaso, ukuwe sawasawa, ukipikana utakucha kulipwa, lakini hapa hakuna malipo. Ile ambayo atalipwa hata yule ambaye amekufa huyo, na yule ambaye amepaki huyo, hata